Kwenye mitandao ya kijamii limezuka sakata zito sana linalowahusisha Juma Lokole pamoja na Chidy alimaarufu kama Suti Bega. Wawili hawa wamekuwa wakitupiana maneno sana kwenye mitandao ya kijamii especially kwenye peji zao za Instagram. Na tukianzia na Juma Lokole kwenye peji yake Instagram, miongoni mwa posti zake ameonekana kumtaja Chidy na kuandika maneno ambayo yakionyesha wawili hawa wamekuwa na ukaribu. Pia kwenye Insta story ya Juma Lokole ametuma screenshot ambayo inaonyesha mmoja wa watu ambao wanaonekana wakimjua sana Sutibega. Yes, na upande wa pili kwenye Instagram page ya Sutibega amepost na kuandika maneno ntanukuu kwa ufupi ameandika kwamba nimekaa kimya kwa muda mrefu sana, sio kwa sababu sikona cha kusema, bali kwa sababu nimechagua amani badala ya malumbano. Nilikataa kubishana, nikakataa kuingizwa kwenye vijembe ambavyo havina tija, lakini leo naona wakati wa kusema machache kwa upole, lakini kwa msimamo. Na mwisho kabisa, Sutibeka akasema nitakuja tena soon, kwa amani, si kwa kelele, wapenda makiki za kijinga badala ya kufanya kazi. Yes, na zaidi zaidi, Sutibeg akafika mbali kabisa na kutuma screenshot ya Instagram chats ambazo wamekuwa wakiongea yeye pamoja na Juma Lokole, ikionesha ikionyesha kwamba wawili hawa wamekuwa na ukaribu sana. Nini kitatokea na nini kitaendelea? E bwana, hiyo ni kazi yangu mimi kukupatia wewe update zote ambazo zitatokea zitaendelea kwa mastaa wote wanaopatikana Tanzania na nje ya nchi <tipulio>